Asalamu As alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Ah uh, kwa niaba ya wachezaji uh, kuelekea katika mchezo huu tumejiandaa vizuri na maandalizi yameenda vizuri katika wiki yote uh, benchi letu la ufundi uh, limeweza kumaliza kila kitu uh, tumebakisha tu kwenda kucheza ku, ku, ku, ku, ku kile ambacho tumefundishwa tume, tume katika, katika wiki hii nzima na kwenda ukifanya kile kitu ambacho tumekiandaa katika wiki hii nzima ili kuweza kwenda kufanya vizuri katika, katika mchezo huo. Ah, naweza kusema kwamba michezo yote iliyopita tunaweka kama, kama historia na sasa tuko katika, katika mchezo mpya na, na peji mpya e, maandalizi tuliyoyafanya naamini kwamba itaenda kuleta utofauti wa dabi na dabi zilizopita. Asante. Swali la pili. Ee, sisi binafsi hususan ee, mimi binafsi niko katika nafasi ya, ya ulinzi katika kikosi cha Simba na najua kwamba tunaenda kukutana na safu ya ushambuliaji ambayo imefunga magoli mengi katika, katika ligi kuu ee, vilevile na wao wanahitaji kujua kwamba wanakuja kukutana na defense bora ambayo imeruhusu magoli machache katika, katika, katika ligi kuu, kwa hiyo naweza kusema kwamba bato hiyo itakuwa ni kubwa, na sisi tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tunaziba tuna, tuna mianya yote ya kuweza wao kupata, kupata nafasi ya kuweza kufunga e, naweza kusema kwamba e, na asilimia mia na naamini kila mchezaji wa kwenye timu yangu na naamini uwezo wa kila mchezaji kwenye timu yangu kwa sababu mwanzo wa msimu tumeweza kujiwekea malengo yetu, na katika malengo ambayo tumejiwekea, mojawapo ni la ligi kuu ambao ndo tunaendea, tunaendea mwishoni, lakini huwezi kufika mwishoni bila kumaliza hichi ambacho ulichoku, ulichokuwa nacho. Kwa hiyo e, mimi binafsi nawaamini na naamini uwezo tuliokuwa nao kwamba na malengo ambayo tuliokuwa tumejiwekea kwamba tunaenda kuyatimiza kupitia katika mchezo huu ambao tunaenda kucheza ku kesho, naweza uh, kusema kwamba uh, mimi niko nje kidogo ya, ya imani ambazo uh, watu wengi wana imani kwamba sisi tukianza goli fulani basi mchezo unaishia sisi, sisi kufungwa. Uh, naamini katika maandalizi tulioyafanya, goli lolote tunaenda kuanzia na maandalizi sisi tuliokuwa kufanya, tunaenda kuyafanya, tunaenda kuicheza hii dabi kwa utofauti kabisa na naweza kusema kwamba sisi kama wachezaji, sisi tupo tayari kuanzia goli lolote kwa sababu tuna imani na maandalizi tuliyoyafanya e, naweza kusema kwamba sisi inatupa confidence inatupa kujiamini e, kutokana na ubora na jinsi ambavyo sisi wachezaji tunajiamini tuna na tunaliamini benchi letu la ufundi kwa kile kitu ambacho walichotupikia katika wiki hii nzima e, na imani kwamba watu wengi wana, wanaamini sisi ni, ni timu ya pili, lakini naweza kukwambia kwamba Simba ni timu bora hapa Tanzania na ni timu kubwa. Kwa hiyo sisi tunaingia tuna katika mchezo huu kama Simba ni timu bora na timu kubwa Tanzania. E, binafsi na kwa niaba ya wachezaji Ee, nawaomba mashabiki wa Simba wanachama wote wa Simba e, kufurika kwa wingi katika mchezo wa kesho, kuja kutupa sapoti, kuipa sapoti timu yao, kwa sababu tunaamini ujio wao utakapokuwa kuwa mwingi ndio nguvu yao ambao sisi tutaweza kuitumia katika mchezo wa kesho kuweza kufanya vizuri.